Vita kati ya Israel na Iran vimeingia wiki ya pili huku hofu ikizidi kutanda kuwa mzozo huo unaweza kuenea katika kanda yote ya Mashariki ya Kati. Israel na Iran ziliendelea kushambuliana hapo jana Alhamisi na usiku wa kuamkia leo katika wakati ishara za kutumika diplomasia zinachomoza ili kumaliza makabiliano hayo ya nchi hizo mbili hasimu yaliyotimiza wiki nzima.

hapo jana ndege za kivita za Israel ziliyashambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran ikiwemo kituo cha kutengeneza zana za nyuklia we struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program we struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program we targeted Iran's main enrichment facility in Natanz we targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb we also struck at the heart of Iran's ballistic missile program Iran ilijibu mapigo kwa kushambulia kwa makombora ya masafa marefu mji wa Tel Aviv na mji wa kusini mwa Israel wa Beersheba. Kwenye shambulizi la Beersheba, hospitali katikati mwa mji huo ililenga hayo ikiwa ni kulingana na taarifa kutoka ndani ya Israel. <mulia> Hata hivyo Waisraeli wamegadhabishwa na shambulizi hilo, wakiituhumu Iran kuyalenga maeneo ya kiraia, lakini Teheran imejibu ikisema shambulizi lake halikulenga hospitali bali kambi ya kijeshi iliyokuwa karibu na jengo hilo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kuwa watawala mjini Teheran watalipa kwa shambulizi hilo lililoharibu hospitali ya Soroka na kujeruhi watu wapatao mia mbili hamsini. Uh, we are committed to destroying the nuclear threat, uh, the threat of a nuclear annihilation against Israel. Usiku wa kuamkia leo, Israel ilitoa tahadhari kwa watu wa kijiji kimoja cha kaskazini mwa Iran kuondoka eneo hilo huku ripoti zikisema pia ilifanya mashambulizi ndani ya mji mkuu wa Iran ambayo ni Teheran. Haya ya kijiri Rais Donald Trump ambaye anaandamwa na miito kutoka kwa Israel ya kumtaka aisaidie kuishambulia miundo mbinu ya kinyuklia ya Iran. Amesema anajipa muda wa wiki mbili kuamua iwapo Washington itachukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran au la.